Hiyo ndo wanaita chaka tu chaka, ah. Sikia kichakani, ni kichakani kweli. So kichakani, utoto ni kichakani, kichakani kweli Mazingira hayo na machaka haya hii miti, naenda kwenye vichaka huko kuzurura. Nataka uone ujifunze vichaka jinsi vinavyokuwa. chaka lote naona mlima ule mbele ule, tutaupanda tutashuka mlima, tuta bonde askao tuta unapanda eh, sana tutashuka, ni sehemu ya mazoezi pia lakini pia ina, inafaa kwa afya ya macho, unasafisha macho eh, chaka, chaka. Nilu, lakini na tutapambana nacho chote takachukana nacho takabiliana nacho. Hii ni chaka tu chaka, machakalani huko, kivua kikiwa kinapiga kidogo kwa mbali eh, sisi tunashuka na wewe, machakalani huko. Bele kule naona kuna zo kondoo wa kutosha, watu wanafuga kondoo, chaka tu chaka namna hiyo kondoo wa kutosha wa jamaa anafuga hapo, ngoja tuongee naye tukupigishe story kidogo. Chaka tu chaka chaka tu chaka chaka tu chaka chaka tu chaka hii. Bwana mjomba, vipi? Kama kawa fresh bwana. Bwana mimi napita naenda hivi napasua. yeah, yeah. niko hapa na mashabiki zangu, niko online hapa, anaangalia kama utojali tunaweza naeza tukaongea mawili matatu yeah. Unalielezeaje lichaka lakini liko fresh? <laughs> Sawa, amna noma, basi ngoja tupasue mwanangu. Ah, wako ndo ni hatari, ni wengi sana sema, ndo utaki kuongea, ungeripa elimu kidogo. Naona bwana jamaa akijipata bwana nakondo wake hapa, anakuambia hao ndo wachache hapa A bado bado unakula bata naurabata hali zindo zinaisha, pole sana. Sasa twende na safari yetu ya chaka tu chaka na kuonyeshe michaka namna hiyo tuna basi, tunaingia kwenye machaka bila kuogopa ndaukatisha kwenye machaka ambayo hatujui mbele kuna nini huko. Eh, yeah. machaka ni haya machaka ni mengi ushindo. Wewe tu ona ile hewa hiyo, ona ujani na maji haya namna hiyo. Hivi ni vijito vile vidogo vidogo ambavyo kikata na vyenyewe vinakata, lakini kuna asiri kidogo ya maji maji, japokuwa hayadumu sana eh, lakini kama hapo unavyoona, hoteli ni chaka. Sasa wewe utakuja ghafla ya ujao unataka kuja kuvamia huku maeneo ya watu, watu wamewekeza fedha zao eh, hizi ni ardhi za watu. Hizi sio kaponzo ponzo huko bwana. Twende huko kuna ardhi, acha ujinga huo. Kuna ardhi utaiona ambayo haina mtu. Hizi ni ardhi za watu hizi. Acha mambo ya kuvamia vamia ardhi za watu. Hii ni ardhi ya watu. Sisi kwa sababu tunataka watu wajifunze machaka na waweze kuona uzuri wa Mungu alioumba ndani ya chaka. Unaweza kukutana na wadudu, kukutana na nyoka, kukutana na na, na na kila aina ya viumbe. Basi tutacheza nao kwa mtindo huu. Na hii ndio chaka tu chaka. Chaka tu chaka bwana. Mwambie machakoroni machakani. Kwenye vichaka hivyo.